Kitengo cha usalama, mimi abiria, mimi balozi, mimi nayepaza sauti kuhakikisha kwamba ajali Tanzania zinapungua, ninayo haki na wajibu wa kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Mamlaka husika ni zipi hizo? so, ni jeshi la polisi eh, yeah. Kitengo cha usalama barabarani ambao wenyewe ndio wenye mamlaka kiserikali na kisheria ya kusimamia habari zote za kuhusu barabara, sawasawa eh. Vilevile tunatoa taarifa kwa mdhibiti yule anayetoa leseni za madereva. tunampa taarifa kwamba barabarani hapakaniki, maisha ya barabarani yana mashaka. Ni kwa nini dereva wako uliompa leseni daraja A, daraja C, daraja B anaendesha mwendo walafu azingatii sheria za usalama barabarani? Tuko pamoja? Sasa tukishatoa taarifa alashukahaiwa nawalakuta tatamina lako sawa sawa, eh? Dunia ya leo iko wapi? Dunia ya leo iko wapi?